Mimi naitwa Roy na leo sitokuchekea. Nimechoka kuona wanawake wanaanza mahusiano kwa furaha, wanapendwa wiki mbili, mwezi mmoja, halafu ghafla mwanaume anabadilika. Simu hazipokelewi, ujumbe unakuwa mfupi, ahadi zinageuka hewa, na wewe unabaki unajiuliza, nilikosea wapi? Sikiliza vizuri. Mara nyingi hukosei kwa sababu wewe si mzuri. Hukosei kwa sababu humpendi vya kutosha. Unakosea kwa sababu unapenda bila kuelewa akili ya mwanaume. Hapa ndipo wanawake wengi wanaumia. Unatoa moyo wako wote mapema, halafu unashangaa kwa nini yeye anaweka nusu. Kabla sijaendelea, fanya kitu kimoja tu. Bonyeza like, subscribe na comment unanitazama ukiwa wapi? Sio kwa ajili yangu, ni kwa ajili yako, kwa sababu mazungumzo haya yatawasaidia wanawake wengi ambao hawajawahi kuambiwa ukweli. Sasa sikiliza hapa. Kanuni ya kwanza, mwanaume huvutiwa na hisia ya ushindi, sio zawadi ya bure. Kisaikolojia, mwanaume ana mfumo wa kufuatilia na kushinda. Akili yake imejengwa kuhisi thamani ya kitu alichokipata baada ya juhudi. Ukimpa kila kitu mapema, ubongo wake hauundi kumbukumbu kumbu ya ushindi. Unaonekana kawaida. Mfano halisi: anakutongoza siku ya tatu, unamweleza siri zako zote siku ya tano, unalala kwake, wiki ya pili tayari anajua ratiba yako yote. Unafikiri unajenga ukaribu, yeye anahisi safari imeisha. Kosa la wanawake wengi ni kufungua moyo kabla hajawekeza. Wanajaribu kumfanya abaki kwa kumpa kila kitu. Njia sahihi: mpe nafasi ya kuuliza maswali badala ya kumweleza maisha yako yote, mruhusu akuone hatua kwa hatua. Usikimbilie ukaribu wa kimwili kama njia ya kushikilia hisia, acha muda ufanye kazi ya kujenga mvuto. Ukitumia hiki utaona tofauti. Kanuni ya pili: mwanaume hupenda mwanamke anayejiheshimu kuliko anayejitolea kupita kiasi. Sasa sikiliza vizuri, wanaume wengi hawakimbii wanawake wazuri, wanakimbia wanawake wanaowahitaji sana, kwa sababu hitaji linamwambia mwanaume kuwa ana mamlaka juu yako, na akili ya binadamu haithamini kile kilicho chini yake. Mfano, anakujibu baada ya masaa sita, wewe ndani ya sekunde kumi unajibu. Anaghairi mipango wewe bado unacheka na kusema sawa. Unafikiri unaonyesha upendo, yeye anasoma kukata tamaa. Kosa kubwa ni kujaribu kuonekana rahisi kuishi naye. Unafikiri uvumilivu mwingi ni kuvutia. Njia sahihi: Jibu kwa utulivu, sio kwa haraka ya hofu. Usibadilishe ratiba yako kila mara kwa ajili yake. Heshimu muda wako kama unavyotaka yeye aheshimu wake. Ukisema hapana, simama nayo. Hii ndiyo inavunja wanawake wengi. Wanataka kupendwa kwa kujitoa kupita kiasi. Kanuni ya tatu: mwanaume hufunguka kwa mwanamke anayempa amani, siyo anayemhoji kama polisi. Kisaikolojia, mwanaume anapojihisi anachunguzwa, ubongo wake unaingia modi ya kujilinda, anaficha zaidi. Lakini akihisi yuko salama, anaanza kujieleza mwenyewe. Mfano halisi: anaenda kimya saa kadhaa badala ya kuuliza kwa utulivu, unamuuliza ulikuwa na nani? Tayari ameweka ukuta. Kosa la wanawake wengi ni kujaribu kupata uhakika kwa shinikizo. Njia sahihi: uliza kwa udadisi, siyo kwa mashitaka. Sikiliza zaidi kuliko kuzungumza. Acha aeleze ya mambo yake bila kumkatisha. Sifa ndogo humfungua kuliko lawama kubwa. Sasa jiulize, ungependa kuishi na mtu anayekuhoji kila siku? Kanuni ya nne: mvuto unatokana na maisha yako, sio umakini wako kwake. Hii ni muhimu sana. Wanaume wanavutiwa na mwanamke mwenye dunia yake, marafiki, malengo, shughuli, kwa sababu inaonyesha thamani huru. Mfano, ujumbe wake ndio furaha yako ya siku, akikaa kimya unahisi dunia imeanguka. Hapo tayari umeweka furaha yako mikononi mwake. Kosa la wanawake wengi ni kufanya mwanaume kuwa mradi wao mkuu. Njia sahihi: endelea na mambo yako, hata mkiwa karibu. Usighairi mipango yote kwa ajili ya mawasiliano. Ongea naye ukiwa na hadithi za maisha yako, siyo maswali tu kwake. Furaha yako iwe chanzo chako, siyo majibu yake. Ukitumia hiki mwanaume ataanza kukuona kama chaguo, sio utegemezi. Kanuni ya tano: mwanaume anapenda mwanamke anayejua kumthamini Sio kumsujudia. Tofauti ipo: kumthamini ni kutambua juhudi, kumsujudia ni kumpa nafasi ya juu kuliko wewe. Mfano halisi, anakununulile kitu kidogo, unamshukuru kwa furaha, hiyo ni sawa. Lakini ukianza kusema wewe ndio kila kitu kwangu, unajishusha. Kosa la wanawake wengi ni kubadilisha shukrani kuwa ibada. Njia sahihi: tambua juhudi zake waziwazi Usijidharau ili kumuinua. Onyesha pia unachangia katika uhusiano. Kumbuka mko wawili, sio mmoja juu mmoja chini. Hapa ndipo mvuto wa kweli huanza. Kanuni ya sita: mipaka hujenga heshima, si umbali. Sikiliza hapa, mwanaume anaweza kukukaribia sana lakini asikuheshimu, na anaweza kukuheshimu sana hata akiwa mbali kidogo. Heshima hutoka kwenye mipaka. Mfano, anakutania kwa maneno yanayokuumiza, unacheka ili asiondoke. Ndani unaumia, nje unatabasamu. Taratibu anakuzoea. Kosa la wanawake wengi ni kuogopa kusema ukweli. Njia sahihi: sema kile kisichokufurahisha kwa utulivu. Usipandishe sauti, pandisha msimamo. Rudia mpaka aelewe unamaanisha. Ukivunjiwa mipaka mara kwa mara, chukua hatua. Ukitumia hiki thamani yako itaonekana bila kupigana. Kanuni ya saba: usijaribu kumfanya akupende, jenga mazingira ya yeye kuchagua. Ndiyo, hapa ndipo siri ilipo. Wanaume wanapenda kuhisi wamechagua, siyo kushawishiwa. Ukimsukuma sana, anahisi anasukumwa. Mfano halisi: unamuuliza kila siku unanipenda? Swali hilo linafukuza hisia badala ya kuzalisha Kosa ni kutafuta uhakika kila dakika. Njia sahihi: onyesha tabia zinazovutia, siyo maswali yanayolazimisha. Acha aeleze mambo yake bila kumkatisha. Punguza majaribio ya kuthibitisha mapenzi. Furahia muda uliopo badala ya kuogopa kesho. Hii ndiyo inabadilisha nguvu ya mahusiano. Kanuni ya nane: mwanamke anayejitunza kihisia huvutia zaidi kuliko anayejitolea kumrekebisha mwanaume. Wanawake wengi huingia kwenye jukumu la kumrekebisha mwanaume. Unakuwa mshauri, mama, daktari, halafu unashangaa kwa nini hauonekani kama mpenzi. Mfano, ana matatizo ya maisha, wewe unachukua jukumu la kuyabeba yote. Mwisho unachoka, yeye anazoea. Kosa ni kuamini mapenzi ni kubeba mizigo yake yote. Sikiliza bila kubeba kila kitu, mpe moyo, sio maisha yako yote. Acha awajibike kwa changamoto zake. Linda afya yako ya kihisia kwanza. Sasa sikiliza vizuri. Mwanamke anayejipoteza hawezi kuvutia kwa muda mrefu. Sasa, makosa makubwa manne yanayomfanya mwanaume apoe. Kwanza, kumfanya awe kitovu cha dunia yako. Pili, kuomba uhakika kila siku. Tatu, kukubali mambo yanayokuumiza kimya kimya. Nne, kuharakisha ukaribu kabla ya kuaminiana. Tano, kumfukuzia anapoanza kujiondoa. Sita, kuacha maisha yako ili ashike nafasi yote. Haya yote yanatoa ujumbe mmoja, unamuogopa kumpoteza, na hofu inapunguza mvuto. Tofauti ya mvuto wa afya na sumu ni hii. Mvuto wa afya humfanya mtu ajisikie huru, karibu na wewe. Mvuto wa sumu humfanya ajisikie anafungwa. Usimdanganye ili akubaki. Usicheze michezo ya wivu. Usijifanye mtu mwingine. Mapenzi yanayotegemea hila yanadumu mpaka hila ziishe. Sikiliza, ndugu yangu. Mwanaume anayekupenda hataki uteseke ili abaki. Anataka akuone ukiwa wewe. Mwisho wangu ni huu. Usijifunze kumfanya mwanaume akupende ili ujisikie wa thamani. Jifunze kuwa wa thamani; mwanaume sahihi atapenda. Ukikimbia kuthibitishwa, utakimbiza mapenzi. Ukisimama kwenye heshima yako mapenzi yatakusogelea. Kama umefika hapa, najua kuna kitu kimekugusa. Bonyeza like, subscribe na comment, sio kwa sababu video imeisha, bali kwa sababu safari yako ya kujiheshimu inaanza sasa.